Naam, habari za wakati huu. Naam, karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitrendi katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa ambayo imeendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii siku za hivi karibuni ni picha mjongeo zilizokuwa zikionyesha miili ya watu wakiwa wamerundikana katika sehemu moja lakini, kubwa zaidi ni baada ya Wizara ya Afya kutoka zalani na kusema kuwa video hizo sio za uhalisia. Sasa mengi yapo na mengi ambayo yamejiri kufuatia picha mjongeo hizo ambazo zimekuwa zikiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, kwani watu wengine wameweza kuwabainisha ndugu zao mara baada ya kuona picha mjongeo za aina hiyo. Hapo wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakiendelea kuongelea swala la hii miili. Nikianza na huyu wa kwanza, yeye ameposti picha ya miili hiyo, lakini pia vile vile akaandika mambo mengi na kukanusha vibaya mno swala la kusema kuwa Wizara ya Afya imepinga taarifa hiyo. Matukio haya yanazidi kuongeza hasira wananchi na kupelekea kuongezeka kwa hamasa ya Desemba 9 kutokana na uangalifu wa picha za eneo lile lile katika matukio tofauti tumethibitisha kwamba bado video hiyo ipo sahihi, ingawa Wizara ya Afya masaa kadhaa yaliyopita ilikanusha kwamba si sahihi. Ushahidi unaonyesha ukweli ulio wazi. Hatua, hatua ya kushusha na kupandisha machapisho kwa kupinga kisha kukiri halafu kupinga tena inaonyesha wazi kuwa Wizara ya Afya yazidi kuchanganyikiwa na kujipanga na kujipinga yenyewe kama yenyewe. Lakini pia vile vile, kuna mwanadada mmoja anayejulikana kwa jina la Muna. Yeye ameposti taarifa ambayo nimekusogezea kwa ufupi hapo, ikimwonyesha jamaa mmoja aliokili kuwa mwili mmoja kati ya watu ambao waliokuwa hapo ni ndugu yake. Sasa mwanadada Muna Love yeye amekuja na kubwa kuliko baada ya hizi posti kusemekana kuwa taarifa sio za sahihi lakini yeye amekuja na ushahidi ambao wa mtu mmoja aliyeweza kumbaini ndugu yake ni mmoja kati ya miili ambayo inaonekana imerundikana katika sehemu hiyo moja. Kama nilivyokusha kukwambia hapo, Wizara ya Afya wenyewe walikanusha, lakini mwisho wa siku mwanadada Muna Love, baada ya hizi posti kuendelea kusambaa, kuna baba mmoja ambaye anaonekana amelala hapo akiwa juu kabisa, huyo ndugu yake akaposti picha yake ya uhalisia na picha kama unavyoiona hapo juu ni picha yake ya uhalisia. Kisha chini akaja akamwandikia message akisema ya ndugu yangu huyo hapo, nimemuona kwenye hiyo video uliyoposti, aliuliwa huko Salasala. Inauma sana jamani, na tulisha lia tukanyamaza. Hiki ndicho ambacho alicho kijibu huyu mtu ambaye aliweza kumbaini ndugu yake ni yupi kati ya miili ambayo ilikuwa imerundikana katika sehemu moja ambapo huku Wizara ya Afya wao wenyewe wametoka zalani na kukanusha kuwa taarifa hizo si sahihi. Moja kwa moja tuende tukapate kile ambacho walichokiandika Wizara ya Afya kulingana na taarifa hiyo ambayo nimekusogezea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Wizara ya Afya. Wizara ya Afya imeona picha ya video inayoonesha miili ya watu ikiwa imewekwa pamoja na kuelezwa kwamba hapo ni hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Wizara inapenda kukanusha uhalisia wa video hiyo ambayo imetengenezwa na wahalifu wenye nia ovu ya kuchafua nchi yetu. Wizara inawataka wote wanaotengeneza picha za kuzua taaruki na kuzihusisha na vituo vya kutolea huduma za afya kuacha mara moja na inawasii wananchi kuacha kusambaza picha hizo kwa kuwa kufanya hivyo ni kuvunja sheria. Wananchi mnaombwa kuendelea kuzingatia huduma zinazotolewa katika hospitali, vituo vya afya, zahanati, kwa kuwa kuzingatia weledi unaojali utu na msingi ya maadili ya utabibu. Hii imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini Wizara ya Afya. Taarifa hii imetoka Novemba 16, 2025. Kwa hiyo Wizara ya Afya yenyewe wamekiri kabisa kuonekana hizi video ni AI kwa sababu wao wenyewe wamesema ni video za kutengenezwa na wanaotengeneza ni wana nia ovu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini huwa tunakusogezea komenti za wadau mbalimbali, kipi ambacho walichokuwa wamekijibu. Lakini kufuatia taarifa hii, Wizara ya Afya imefunga uwanja wa comment. Yani wewe auwezi ukatoa maoni yako kufuatia jambo lolote lile katika posti hii. Tuende moja kwa moja kwa bidada Mona Love, tukaone wadau wamesema nini kufuatia picha ambayo iliopostiwa, lakini picha ambayo iliyopostiwa akiwa hai na picha ambayo ipo akiwa marehemu ni picha ambazo zina ulinganifu mkubwa sana. Nikaanza na huyu wa kwanza, akasema sijui wanakanusha upumbavu gani wakati vitu viko wazi. Huyu mwingine akasema, na hii pia watasema imetengenezwa. Huyu mwingine akasema, da Magu, hebu simama na sisi waja wako, amka hata dakika moja tu. Huyu mwingine akasema, subhana Allah, mbona ni yeye kweli, da walahi huyu mwingine akasema wanakuja kusema AI. Mungu wamdanganye binadamu wamdanganye sasa hivi wamdanganye, ni AI. Huyu mwingine akasema mama yangu we. Lakini mwingine akasema e, Mungu utusikie na kutusaidia da, hii issue very pain. Lakini kuna huyu mwingine akasema Mungu usilale daima, simama na nchi ya Tanzania, kwa sababu mambo yanayoendelea unaye stahili kutoa hukumu ni wewe pekee. Na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia tukio hili ambalo limeendelea mara baada ya wizara ya afya kutoka hadharani na kusema video hizo hazina uhalisia na video wamezikanusha kuwa si kweli video halisia, lakini baada ya mdau mmoja kutoka hadharani na kusema kuwa picha iliyokuwepo katika video hiyo mmojawapo ni ndugu yake, kwani hakika ukilinganisha picha hizo, basi utafahamu kuna ukweli kiaina.